Waratibu wa elimu katika kata za wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro wamesema ushiriki wa baadhi ya wanafunzi wa shule za msingi katika biashara ya kuuza mirungi imechangia kuporomoka kwa kiwango cha ufaulu katika baadhi ya shule za msingi wilayani Same. Wakizungumza katika kikao kilichoitishwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Amos Makala, kilichowajumuisha wakuu wa shule za sekondari, waratibu wa elimu kata na wakuu wa idara kujadili hali ya elimu wilayani humo, waratibu hao wamesema hali hiyo inatokana na ugumu wa maisha unaozikabili familia zao. Mwandishi wetu Sauda Shimbo ana taarifa zaidi kutoka Same. Ikiwa tayari serikali imeshatangaza matokeo ya darasa la saba kwa mwaka elfu mbili kumi na tano hapa wilani Same shule sita kati ya kumi zilizofanya vibaya ya kimkoa zinatoka wilani hapa, ambapo baadhi ya waratibu wa elimu kata katika shule hizo wamesema hali hiyo imechangiwa na baadhi ya wanafunzi kujihusisha na biashara ya mirungi ili kujikwamua kimaisha. Wakizungumzia hali hiyo, waratibu elimu kata kutoka kata za Hedaru na Bwambo wamesema baadhi ya wazazi wamechangia kwa kiasi kikubwa watoto wao kuuza mirungi, kwani wamekuwa hawatoa ushirikiano pindi wanapotakiwa kuzungumzia masuala ya watoto kujihusisha na biashara ya mirungi. Watoto wameona hivyo kwa sababu ya hali ya maisha ya nyumbani kwao, kwenye familia unakuta kwamba hali ni mbaya. Sasa kama hali ni mbaya, basi anaona kwamba afadhali aende akachume mrungi auze mrungi apate fedha, alafu anaona kwamba kwa sababu watu wengi ambao wanaishi pale wengi wameishi ma, wana maisha mazuri zaidi ni wale ambao wamefanya biashara ya mrungi. Sasa anaona kwamba kama lengo langu la kusoma ni nipate maisha mazuri, basi maisha mazuri hata kwa kupitia njia ya kuuza mrungi naweza naza, akawa ni maisha mazuri kwao. Unakuta kwamba watoto haoni ule umuhimu wa elimu kwa hivi mtoto anakuwa discouraged kiasi ambacho hajisikii kabisa kwenda kwenda shule, na hata akienda basi hajifunzi kwa bidii, maana anakatishwa tamaa kwamba, yani watoto wanaambiwa ole wako ufaulu. Sasa ni mazingira ambayo kwa kweli yanatia yanatia huzuni. Mkuu wa Wilaya Same Herman Kapufi amesema shule za msingi Tintini, Changuruwe na Hundu ni mojawapo ya shule sita zilizofanya vibaya, ambapo wanafunzi katika shule hizo wanajihusisha na biashara ya mirungi hilo tatizo limekuwa ni kubwa kiasi ya kwamba kwa kweli tunahitaji mikakati ya pekee kwa ajili ya kujitatua ili tuweze kufanya vizuri katika shughuli zetu za baadaye, na na uhakika kwamba kwa, kwa sababu tumeanza kufuata ufuatiliaji sasa kwa shule za dhaifu ambazo zimefanya vibaya hizo sita tutapambana nazo, lakini na zile zingine ambazo hazijafanya vizuri tutahakikisha kwamba tunafanya vizuri ili tuweze kupangana walimu wa wa, upungufu wa waalimu pamoja wa na upungufu wa vifaa na mazingira mazuri ya kufundisha na kujifunzia. Tutajitahidi sana, tumeshajipanga na mkurugenzi ili tuweze kufanikisha katika hilo ambalo lipo. Akizungumzia suala hilo katika kikao cha kujadili hali ya elimu wilayani Same mbele ya wakuu wa shule za sekondari, waratibu elimu kata na wakuu wa idara, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Amos Makala amewagiza watendaji wote wa wilaya hiyo kuhakikisha biashara wa uzaji wa mirungi na komeshwa haraka iwezekanavyo, na pia wanafunzi wote walioacha shule wanaendelea na elimu. Nikiripoti kutoka wilayani Same, mimi ni Sauda Shimbo wa TBC.